Claudia Lubao huyu ni rapa kutoka Tanzania, wengi tunamjua kama Chemical. Amehitimu masomo yake ya chuo kikuu ambayo alikuwa anasoma huko Uingereza katika chuo cha St Andrews. Nakumbuka kwamba Chemical alipata ufadhili huu ama nafasi hii ya kwenda kusoma katika chuo hiko baada ya kufanya vizuri na kuwa mshindi wa kwanza katika tafiti bora cha chuo kikuu Dar es Salaam, wengi tunakifahamu kama UDISM na ilikuwa mwaka 2020 na 2021. Na Mwanza Chemical mwenyewe ameshare hii katika peji yake ya Instagram na kuonyesha furaha yake baada ya kuhitimu chuo kikuu kwa level ya PhD. Amepata PhD ya udaktari, ni dokta, unaweza kumuita hivyo ama Dokta Lubao. Lubao ni jina lake la mwisho, anaitwa Claudia Lubao. Hongera sana Chemical kwa kusend miaka yote hiyo, sio jambo rahisi kumbuka. Kwamba kwenye mziki alistop akawa tena askiki alikuwa amebezi kwenye masomo and final, ameweza kuhitimu masomo yake kwa level ya PhD na baadhi wa wasanii hapa Bongo ameweza wameweza kumwonyesha ushirikiano Chemical, na baadhi ya wasanii yao ni kama Mboso Kontawa wamemsafoti kama msanii kutoka Tanzania amewakilisha vyema nchi ya nyumbani. Ila pongezi ziende kwake Claudia Lubao. Una loloti la kusema kwenye comment, lakini nikukumbusha kushare na kusubscribe akaunti yetu ya Freezy TV. Mimi naitwa TarikoVibe_05 na kudondoshea update kali kila siku.